Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Ndege kubwa ya kwanza iliyotengenezwa na China, C919 ilitua kwenye Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sanya, Phoenix, kusini mwa Hainan, nchini China, kama sehemu ya majaribio ya ndege hiyo. Safari ya uthibitishaji ya safari ya ndege kwenye njia inayounganisha Shanghai, Sanya na Harbin, ilifanywa ili kupima uwezo wa kufanya kazi wa ndege hiyo katika safari za masafa marefu na kutegemewa kama ndege ya kibiashara. Ndege hiyo ambayo ni ndege ya kwanza kubwa ya abiria iliyotengenezwa na China, ambayo ilipata mafanikio mfululizo mwaka 2022 ilianza safari mpya ya kuelekea kwenye soko na maendeleo ya viwanda. Katika siku chache zilizopita, ndege hiyo imeonekana katika viwanja vingi vya ndege kote nchini ikifanya safari za majaribio kwa saa 100 ili kuweka msingi thabiti wa shughuli za kibiashara zinazofuata. Wakati huo huo, mkusanyiko wa ufuatiliaji na kazi ya utengenezaji wa ndege hiyo pia inaendelea kwa utaratibu. Kuwa na ndege kubwa ya abiria ya ndani ni matakwa ya serikali, ndoto ya taifa na matarajio ya watu alisema Rais wa China Xi Jinping alipokutana na timu ya mradi wa C919 kwenye jumba la mikutano ya umma Septemba 30 mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Rais Xi alipongeza mafanikio yaliyopatikana katika maendeleo ya ndege hiyo na kutoa wito wa mafanikio makubwa zaidi katika ngazi ya juu ya China, yaani utengenezaji wa vipuri Kote nchini China, zaidi ya watu laki tatu na mashirika zaidi ya elfu moja wanashiriki katika uundaji wa ndege hiyo na kwa pamoja wameleta mafanikio ya kihistoria moja baada ya jingine. Mwezi Septemba mwaka 2022 ndege aina ya C919 ilipata cheti kutoka kwa mamlaka ya usafiri wa anga ya China, baada ya kukamilisha uthibitisho wote wa kustahili kuruka, ambayo ni hatua muhimu kabla ya uendeshaji wake wa wa kibiashara. Baadaye mwaka jana ndege hiyo ilikabidhiwa kwa mteja wake wa kwanza, China Eastern Airlines, tarehe 9 Disemba.